Mfalme wa kwanza kumi na saba mstari wa kumi kuanzia moja mpaka kumi na kuendelea. Mungu anamwambia Elia, Kristo amekauka, nenda Serepta, utamkuta mama mjane huko, ni mwandaa akulisha huko. Ile mama alikuwa na msosi kidogo tu, ali afi na mwanae. Sasa swali langu ni ile hapa, kati ya Elish Elia na yule mama Serepta, nani kamsaidia mwenzake? Nataka kuweka muhimili wa neno ndani ya kanisa, kwa sababu unapokuwa na neno unakuwa na Mungu, unapokuwa na imani unakuwa na Mungu kabisa Kitabu cha Efeso tatu kumi na saba nasema, Kristo akae moyoni kwa imani, mtu anashina katika upendo. Kwa hiyo imani ni utambulisho, ila vita kubwa ya adui ni nini? Sasa hapa, adui mara nyingi huwa anakublaindi we mtumishi, ili watu wasikuone, alafu pia nawe pia anataka kublaindi usione fursa Wakorinto wa pili mlango wa nne tatu nasema injili imestirika kwa wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia akapofusha fikra zao wasiamini, ili kwamba isiwe nuru ya injili ya utukufu wa Yesu Kristo. Kumbuka, watu wanaojilia mwanga wako. Unaposoma neno, ukaliishi neno, unakuwa nuru. Ile nuru watu wanifuata, utajiri wa mataifa utakuasilia. Ndio maana nuru ni kila kitu kwenye maisha yako. Kitabu cha Ayubu 29 anasema kwamba Ayubu anasema anakumbuka katuo Mungu alivyomlinda, taa yake ikiwa kichwani aka kumuongoza kwenye giza kwa mwanga wake. Kwa hiyo Ayubu anazungumza kwamba alipokuwa kabla hajaribika, huko na mwanga ambao unampeleka kwenye hatima. Lakini baada ile taa kuondoka alipozimika pale, kila kitu kilikulapsi. Sasa vika mahali hakisha kwamba unashika imani, usiachilie imani. Imani ni kila kitu. Imani ni utambulisho, imani ndio inaingia, imani kwa mifumo itakuelewa kwa sababu imani ni uwezo inavuta. Uyatajesi kwa sababu kana kwamba yamekuwepo. Kwanza tumia imani uweze kwenda. Shalom shalom.